Unajisikiaje <laughs> mara baada ya kuokota maokoto mengi sana kutoka kwa wananchi? Sasa najisikia mwenye furaha sana. Kwa msingi namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kuweza kupata kizawadi ambayo nisioitegemea kuipata. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Kulikuwa na ugumu kweli? Sababu sio sio, ni mtu ambaye kumwendea tu kwa kumbeza beza, hapana, sababu nimecheza maligi ambayo aina mbali mbali kwa ana experience kubwa sana kuliko hata mimi ambao tunaokuja huko chini. Kwa hiyo cha msingi ninaweza perform katika nafasi yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kocha anasema haukuanza vizuri, lakini baadaye ulirudi na ukatekeleza kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Nini ilikuwa changamoto ya kutokuanza vizuri? wakati mchezo unaanza, nadhani kuna mipira kadhaa hivi, ilikuwa kila nikichukua inanitoka, kama mipira miwili hivi. Kwa hiyo baadaye baada ya kurudi kipindi cha pili kwenye mchezo, nadhani kwa sababu ya jezi yangu mashabiki sha tukosa matokeo au hujapata matokeo mazuri ambayo tujaongoza, huwa kuna mashabiki ni wengi. Kwa hiyo hii si, ah, ni kawaida tu, ni kawaida kuwa na mashabiki kama mashabiki wengi kama hivi. Kwa hiyo sio mara mara kwanza kucheza kwa mashabiki kama hivi. Ni nyingi peke yake hiyo hiyo, kama kwa kwa sababu unajua kuna kuna kuna ambao wengine leo yangu nilikuwa alakepeke, nadhani ndio ilikuwa bahati yangu, na nadhani namshukuru Mwenyezi Mungu sababu na bahati siku zote nakuja muda, na kweli kabisa nimeokota kweli. Mungu ampe mja wake alhamdulillah.